Kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa Polisi Benjamin Kuzaga ambaye pia ni mlezi wa kamati ya usalama barabarani mkoani ameongoza wajumbe wa kamati hiyo kufanya ukaguzi wa maendeleo ya utekelezaji wa maelekezo ya mkuu wa mkoa wa Mbeya Mheshimiwa Dr. Juma Homera. Kamanda Kuzaga ameeleza kuwa kwa upande wa jeshi la polisi tayari limeanza kufanya kazi saa 24 katika eneo la mlima Iwambi kwa kuweka kizuizi ya niberia pamoja na kuimarisha doria za pikipiki kwa ajili ya kuzuia ajali na kuokoa na kutoa msaada wa haraka pindi inapotokea changamoto ya barabarani kwa kama kuna gari limeharibika katikati, wanapeana taarifa mapema, tunatafuta chombo masaa ishirini na manne msaada hivi neaaamb mwanga ambao mwanaja kama ndio tutambia nini, taa hizi zinasimikwa hapa ili angalau mtu akiwa kwa mbali anasimamisha magari. Na barabara hii imeshaelekezwa ni kwamba itatumika kwa magari madogo, lakini itategemea na mwongozo ambao utatolewa pia na kamati ya usalama barabarani ya mkoa na jinsi ambavyo hali itakavyokuwa. Na inaelezwa ina, ina na maaskari walioko hapa, askari wetu ndio atakwambia sasa hivi kuna haja ya kuongeza Ee, nguvu au kupunguza nguvu, basi tuna tunaongeza nguvu; kama ni kupunguza nguvu, basi tutaleta nguvu nyingine kwa ajili ya kupitisha magari hapa kwa haraka, kwa sababu kuna kipindi marudi yanakuwa mengi na magari madogo yanakuwa mengi. Kwa hivyo sasa kuna njia mzunguko ambayo sasa hivi tunaenda kuikagua, tuone kama iko tayari. Meneja atatuambia kama bado, pia tutaendelea kusubiri, lakini sasa hivi tunaendelea kutumia hii barabara mpaka hapo meneja watatuhakikishia ile barabara kwamba iko tayari ili magari sasa yaanze kama alivyoelekeza mheshimiwa mkuu wa mkoa. Kwa sisi hapa wa kwa kwa Sikamba, hapa tuko kwenye utekelezaji wa maelekezo ya mheshimiwa mkuu wa mkoa hapa sasa hivi, tutakapofunga tunasema ksma magari madogo yote ni kusimama, tunatakiwa yasimame, kiwemo bajaji, kiwemo pikipiki za matairi mawili, hataruhusu gari yote kwenda. Kwa wale bajaji na bodaboda

Aidha, meneja wa wakala wa barabara mkoa wa Mbeya TANROADS mhandisi Masige ameridhishwa na kasi ya maendeleo wa utekelezaji wa maelekezo, kwani tayari mkandarasi yupo eneo la kazi, kazi ya kuweka taa za mwanga kwa ajili ya askari watakaokuwa wakifanya ukaguzi inaendelea. Inaendelea mojawapo ilikuwa ni kuimarisha hii barabara hii barabara, lakini na upana kidogo lakinipkidogot baada ya maagizo kutoka kwamba maroli makubwa yapite huku, sasa magari ya makubwa kupita katika, eh, katika ule upana ambao barabara iko nayo. Kwa hiyo tunakufanya cha kwanza ni kupanua hii barabara kutoka mita 5.5 mpaka mita 10, ili magari makubwa yaweze kupishana vizuri takuleta madhara yoyote, lakini pia kupanua nasema kalvati pia ongezea upana lakini pia kwenye kona kuna kuna za kona zile ni ni nyembamba ambapo huwezi kuona kwa mbele, kuna kuna zaidi ni kuweze kuona kwa mbele. Kwa hiyo kama tumeanza tarehe 9 baada ya kufika maelekezo au maafisa mheshimiwa mkoa mkoa pamoja na, usara, na, na kamati ya na usalama na mkoa pamoja na kamati ya usalama barabarani ya mkoa na kitaifa. Kwa hiyo tunaendelea nayo kama mlivyoona, tunakusudia kwamba leo tunamaliza kufanya information na kuanzia kesho tunaenda kuweka moramu sasa magari aanze kupita ni ndani ya siku tatu kama kama yote na kupita ilivyokuwa imeelekezwa. Sasa serikali imeshatoa hela shin kwa ajili ya kulipa fidia pale Mlima Palizi au Iwambi hidi sasa tuanze kujenga pale Mlima Iwambi na magari yaweze kupata nafasi sasa ya kupita kushoto na kupita kulia, ambapo tuna imani kwamba kwa kufanya hivyo fanya hvyo tasadia sanakupunguza ajai saumshapanua sasa au Magali, katika, e, kwa, kwa, kwa, ya, ya, ya, kwa, e, kwa upande wa barabara ya mchepuko, Mhandisi Matali Masige amesema kuwa kufikia Juni 13, 2025 wataanza kuweka moramu na kuruhusu magari kutumia barabara hiyo kama ilivyoelekezwa na mkuu wa mkoa mpaka kufikia hapa nadhani tumezunguka sehemu nyingi, na kwa ujumla tunaangalia jinsi gani ambavyo tunaweza tukafanya utekelezaji ambao tumetolewa maagizo, lakini tumeanzia mbali, kuanzia nyara kama ilivyotangulia kusema mwanzo, kuona jinsi gani tunaweza tukasaidia kupunguza uh, congestion au magari mengi ambayo yanaweza kupita katikati ya mji. Tumetoka hapo baada ya kuona haifai, tumeongozana pamoja na wataalamu kutoka Tanroad na Tarura mekuja kuangalia pia utekelezaji wa maagizo ya yaliyotolewa na mheshimiwa mkuu wa mkoa kuhusu kutengeneza hizi barabara ambazo zitakuwa zinapitisha magari kupunguza mrundikano katika ile milima ya Mbalizi. Kwa hiyo huu ni, ni, ni, ni utekelezaji kama kamati ya, wa usalama barabarani ya mkoa imeamua kuchukua hatua. Uh, na tunasema kwamba kila mmoja atekeleze majukumu yake. Kwa hiyo TANROADS tumeshaona wamechukua hatua lakini tumeenda kwenye beria pale ya kupishanisha maroli. Tumeona polisi nao wamechukua hatua kwa nafasi yao, nao wamefanya ya kwao, kwa maana ya kutengeneza beria ambazo ziko tayari kutokana na majukumu ambayo tulikuwa tumegawana, lakini pia wameanza kufanya kazi masaa ishirini na nne kwa msaada wa tanrodi wa kufungiwa taa pale za usiku ambazo tuna uhakika zinakamilika ndani ya siku tatu, na tumeshaanza kuona utekelezaji, wameshaanza kuchimba mashimo, wanayajengea na tayari kwa kufunga taa hizo za sola. Oh, sisi tunaamini kwamba yale ambayo yametolewa maelekezo tuko katika kuyatekeleza na tunayasimamia vilivyo mpaka yatakapoanza kufanya kazi na hii inaweza ikawa, uh, tumeanza kutengeneza mwarubaini wa kupunguza ajali ndani ya mkoa wetu wa Mbeya. Aidha, ameongeza kuwa tayari wameanza kuwalipa wakazi wa eneo la Mlima Iwambi ili kupisha ujenzi wa barabara hiyo itakayoruhusu magari kupishana bila shida baada ya utanuzi. Akiongea kwa niaba ya mjumbe wa kamati ya usalama barabarani, mwenyekiti wa kamati hiyo, mhandisi Rajabu Ghuliku amesema kwamba wameridhishwa na kasi ya utekelezaji wa maelekezo kwa upande wa Jeshi la Polisi na Wakala wa Barabara, kwani kukamilika kwa kazi hizo kutasaidia kupunguza ajali katika eneo la Mlima Iwambi. <totiposan> eh kama kamati tunaendelea na utekelezaji wa maagizo ya mheshimiwa mkuu wa mkoa ee, ambapo kama tunakumbuka, siku ilipotokea tukio la ajali tulikutana <mpilina> vikao vya dharura na kupeana maelekezo mbalimbali <tutu> moja ya maelekezo ilikuwa ni kwamba e, ambayo yalienda kwenye upande wa TANROADS ilikuwa ni kuhakikisha kwa kwamba e, barabara e, ya mchepuko inaanza kutengenezwa mara moja ili itakapokuwa e, imekamilika kuuika kwa malori, lakini pia tulivyokaa kama kamati Ee, maazimio mojawapo ya upande wa kudhibiti eneo hili ambalo linakuwa na mteremko mkali ilikuwa ni kuhakikisha kwamba kunawekwa e, beria ama vizuizi na wenzetu wa Jeshi la Polisi, lakini pia wenzetu wa TANROADS walielekezwa kwamba waweke taa ili pale askari waweze kukaa muda wote usiku na mchana. Na kamati leo tumeweza kupitia maeneo yote, tupongeze jitihada zinazoendelea e, Jeshi la Polisi wanachukua hatua kwa haraka. Kwanza askari walianza e, kukaa muda wote saa 24 kabla hata ya taa kufungwa lakini walienda mbali zaidi wametekeleza swala la kuweka vizuizi vizu, kwa maana ya beria, tumepita tumeziona. Lakini pikipiki piki za doria ambazo ilikuwa ni maelekezo pia ya kikao cha kamati, pia tumeshuhudia kuna pikipiki piki zipo mbili, ambazo zitakuwa zinapishana kwa ajili ya kusafei lile eneo la mteremko mlima Iwambi. Lakini TANROADS pia wameanza kuchimba mashimo kwa ajili ya kufunga taa ili ziweze ku eh, kuwezesha askari wanapokuwa pale waweze kuonekana kiurahisi kiu ili iwe ni salama kwao wanapokuwa wanakagua magari katika eneo hili. Kwa hiyo niseme kwa niaba ya kamati ya usalama wa barabarani mkoa, kama mjumbe eh, kamati tumeridhishwa na jitihada zinazoendelea, na sisi tutaendelea kufuatilia eh, hatua kwa hatua ili kuhakikisha kwamba maelekezo yaliyotolewa na eh, Mheshimiwa mkuu wa mkoa eh, yanatekelezwa kwa kadiri ilivyoelekezwa na kama kuna eneo la kushauri kama kamati tutashauri ili kuhakikisha kwamba e, barabara zetu zinakuwa salama na wananchi wanaweza kuendelea e, kuzitumia katika mazingira ambayo ni salama. E, hatutarajii tena kukutana na matukio makubwa ya ajali haya, kama kila moja atatekeleza wajibu wake. Wamiliki wa vyombo kama alivyosema ratio kaima ratio, hakikisha vinakuwa salama, lakini pia wenzetu wa vyombo vya pikipiki na bajaji wajitahidi sana kuzingatia maelekezo wanaopewa na askari wa usalama. Mara nyingi tunashuhudia katika maeneo mbalimbali E, yanapozuiliwa magari kupita basi wenyewe wamekuwa wakichomoka e, kukaidi maelekezo hayo. Sasa kwa sababu swala la usalama ni la kwetu sote, tunashauri wenzetu watunge mkono katika eneo hili, na kamanda amesema watakuwa wakali sana kuhakikisha kwamba wale wote wanaokiuka maelekezo ya askari wa usalama barabarani kwenye eneo hilo la kupishanisha magari, hatua kali zitachukuliwa dhidi yao kwa sababu lengo ni kuhakikisha kwamba Itakumbukwa Juni 8, 2025 mkuu wa mkoa wa Mbeya Mheshimiwa Dkt Juma Homera, baada ya kukagua eneo la Mlima Iwambi alipotokea ilipotokea ajali iliyohusisha magari matatu na kusababisha vifo na majeruhi, alitoa maelekezo kujengwa kwa barabara ya mchepuko, ili polisi kufanya doria saa 24 pamoja na kufungwa taa eneo la ukaguzi wa magari. Nikiripoti taarifa hii kutoka chumba cha habari, mimi naitwa Grace nikapinga Jongo Media TV. Kupata taarifa zetu, subscribe chaneli yetu ambayo ipo YouTube na ubonyeze kengele takuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Nenda YouTube sasa hivi, handika Jongo Media TV au nenda instagramu yetu Kwenye bio kuna linki ambayo itakupeleka moja kwa moja YouTube. Asante kwa kutazama Jongo Media TV.